Uh, lifahamu neno hili linaloitwa upendo. Uh, nafikiri neno hili sio ngeni kwako. Uh, watu wengi tunalifahamu neno hili upendo na wengi imekuwa ni rahisi sana kulitamka, imekuwa uh, ni rahisi sana kulizungumza uh, lakini kiuhalisia kabisa upendo ni nini? Upendo sio kumpenda mtu anayekutendea mema. Bali upendo ni kumpenda yule mtu katika mabaya yake na kumtendea mema na kutaka kumbadilisha katika yale mabaya yake kuwa mazuri. Ah, tuone tu tafsiri ya Kimungu. Mungu ni pendo. Ah, na wote hapa duniani tusingeweza kupata wokovu au neema ya wokovu bila upendo wa Yesu. Yesu alituonesha upendo wa namna gani? Au tafsiri ya upendo ni nini? Maana yeye ndiye Bwana wa upendo. Kama upendo unazungumzika duniani, wa kwanza kuonesha upendo wa kipekee ni Mungu. Sasa nini tafsiri ya upendo? Upendo ni kupenda kitu kilichokukataa, kitu ambacho ulikitengeneza mwenyewe kikakukataa. Ah, sisi tumetokana na Mungu, Mungu ndiye ametutengeneza, lakini tulimkataa. E, tukakataa sheria zake, tukakataa maagizo yake, tukafanya mambo kabisa ya kumuumiza moyo. Lakini tulipofanya hayo mambo, Mungu alitufanyia nini? Alitukumbatia, alitupenda, akatutafuta kwa huruma zake. Kwa hiyo upendo ni kukumbatia kitu, ni kupenda kitu ambacho kinakukataa, ni kumpenda mtu ambaye anakukataa. Eh, ni kumkaribia mtu ambaye hakutaki. Eh, eh, ni ngumu sana kulitimiliza neno hili hata kwenye ndoa. Kuna mtu akifanywa mambo mabaya tu, moja kwa moja, anakasirika, anamwacha mwenzi wake. Hata kwenye mahusiano watu wengi sana wanaachana wa kisa ya kwamba anasema mwenzangu anipendi, ila mimi nimekuja kujua kwamba ukisema ya kwamba nimetoka kwenye haya mahusiano kwa sababu niliye naye kwenye mahusiano hanipendi. Je, wewe ambaye hakupendi wewe, mwenye upendo ambaye una upendo, unampenda, kwa nini unamwacha? Hili ni swali la kujiuliza kama wewe una upendo wa dhati, kama sisi tulivyomtendea Mungu, tukamwacha, hatukufuata sheria zake hatukufuata maagizo yake, baadaye tukamwacha kabisa, tukakaa mbali na uso wake. Yeye ni nini alifanya juu yetu? Mungu alitutafuta akatukumbatia kwa huruma zake. Je, wewe unapotendewa mabaya e, na watu unaowapenda ni jambo gani ambalo unachukua? Ukiona ya kwamba unamwacha mtu uliyekuwa unampenda, tambua kabisa kile kitendo tu cha kumwacha, tambua kabisa huna upendo juu yake, humpendi tena, humpendi tena. Hata kama wewe mtu ukiachwa Ukiona uh, mtu anakuacha afu na wewe ukamwacha, tambua kabisa wote hapo ampendani, kwa sababu aliyeachwa, aliyeachwa si ndio, bado amebaki na upendo. Kwa hiyo wewe ukimwacha, ukakubali ya kwamba kwa sababu ameniacha na mii namwacha, tambua kabisa na wewe uliyemwacha kwa sababu amekuacha na wewe una upendo nae. Uh, kwa hiyo tafsiri ya upendo kiukweli ni nini? Ni nini? Ni kupenda kitu kinachokukataa, ni kupenda kitu kinachokutendea mabaya, ni kukumbatia kitu ambacho hakikutaki. Kwa hiyo utakuja kujua ni asilimia chache sana ya watu wachache sana wanaoishi katika upendo A, watu wengi sana wanatofautisha kati ya upendo na fadhili. Kuna ile hali ya kurudisha fadhili, upendo hauonekani katika fadhili. Upendo ni pale unapotendewa mabaya, wewe unarudisha mema, unapokataliwa wewe unakumbatia, unapotengwa wewe unajisogeza. A, najua hii ni ngumu, ni ngumu sana lakini Jiulize leo, je, umeshajaribu kuukamilisha upendo Aa, upendo ni kukubali kupigwa kwa makosa ya mtu mwingine e, ni kukubali kubeba madhaifu ya mtu mwingine, ni kukubali kubeba mizigo ya mtu mwingine. Jiulize leo ya kwamba ni kiwango gani cha upendo umefikia. Je, umemwacha mtu kisa madhaifu yake? Ukiona ya kwamba ulimwacha mtu kwa sababu ya madhaifu yake, tambua kabisa una upendo kwa sababu upendo ni kukumbatia kitu ambacho hakikukustahili wewe, hakikukufaa, hakija kutendea mema unakikumbatia huo ndio upendo. Aa, natamani sana duniani tuwe na upendo ambao ni upendo wa Agape, na ndio tafsiri ya kimungu. Tutafsiri upendo katika namna ya kimungu kwa sababu Mungu mwenyewe ndio upendo. Aa, ninaitwa Daniel Yusufu, ni mwalimu. Tuzidi kujifunza, kuna cha kujifunza.